A, leo nitakuletea tiba a, ya kikohozi. Wengi wamekuwa wakipitia changamoto a, ya kikohozi, tena kikohozi cha muda mrefu, unakuta a, mtu anakohoa, na kikohozi pia huwa kina madhara makubwa, kwa sababu kikohozi pia huwa ni chanzo cha bawasiri na wengi huwa hawajui, lakini pia kikohozi huwa kinapelekea ko kukauka. Sasa hapa leo nitakuletea tiba rahisi ya kutibu kikohozi au kiwa hapo nyumbani. Tiba namba moja ambayo utaweza kuitumia ni kwamba utatafuta majani ya mpera, utachemsha majani ya mpera, utakunywa glasi moja asubuhi, glasi moja mchana, glasi moja jioni. Utafanya hivyo ndani ya siku siku saba, na baada ya hapo changamoto itakuwa imeisha, itakuwa imeisha. Lakini au ukikosa hiyo basi tafuta vitu vifuatavyo: kwanza tafuta unga wa, wa tangawizi au tangawizi yenyewe, tafuta asali, lakini pia atafuta vitunguu saumu. Utaponda ponda, ukishaponda ponda utachanganya vyote. Ukishachanganya basi, mpatie mgonjwa wa kikohozi aweze kuramba, na atakuwa ameondokana na changamoto hiyo ya kikohozi moja kwa moja.